ADA TADEA ili maendeleo yapatikane lazima watu wawe huru. Kwa hiyo, itahakikisha kwamba itafanya itarekebisha idara ya mambo ya ndani hii, polisi, polisi ipewe vifaa vya kisasa kabisa vya kufuatilia majambo haya. Kwa mfano, tunataka kila mkoa uwe na kitu kinaitwa Apache helikopta, helikopta kila mkoa e, ofisi ya polisi iwe nayo Ikitokea dharura, pap inainuka juu kufuatilia hawa majambazi hawa watu wahuni wako wapi. Na ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na mgawanyo wa kazi, polisi itakuwa ni polisi ya kisasa, vifaa vya kisasa, ili kwamba mhalifu akifanya kitu sekunde chache amshakamatwa. Ndio nataka tulete uhuru kwa wananchi, lakini vile vile mtu akijifanya mjanja kule polisi kuna kitengo cha CID, yani Criminal Investigation Department. Tutakibandua kutoka polisi kule, tunaunda kikosi maalum kinaitwa eh, BIT, yani Bureau of Investigation in Tanzania BIT. Kwa wale wanaofuatilia mambo ya Marekani, kuna kitu kinaitwa FBI kule. Sasa sisi tutaunda FBI yetu hapa Tanzania itaitwa BIT, ili upelelezi wa kina unafanyika, jambazi, mtu yoyote mhalifu atapatikana kwa muda mfupi sana, kwa hiyo ili tuhakikishe wananchi wanakuwa na amani, wanakuwa huru kufanya mambo bila wasiwasi. Sasa tutarekebisha na sisi taasisi yetu ya usalama wa taifa, iwe taasisi ya kisasa kabisa ambayo inafuatilia mambo kwa kina kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanakuwa huru na salama wanakuwa huru na salama, hata nchi nyingine isije katusumbua. Kwa hiyo kitengo hicho tutakiita sisi Tanzania eh, eh, intelligence agency, yani TIA, ili kwamba Tanzania masuala ya usalama iwe nambari wahid au namba moja hapa Afrika. Hiyo ndio tunasema uhuru wa wananchi wa Tanzania.